Kazi iendelee, kazi na utu. Asante sana. Ni kwa jina, naitwa Helena Katalaia, ni katibu tawala msaidizi sehemu ya mipango na uratibu mkoa wa Pwani, lakini kwa leo nipo kwa niaba ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa, lakini pamoja na katibu tawala wa mkoa, kwa hiyo na kofia mbili leo ambao kwa mwongozo wa kikao hiki wanatakiwa kuwepo, lakini leo wamekuwa kwenye majukumu ya kitaifa ambayo yanawataka wao wawepo wao wenyewe kwa majina. Kwa hiyo naomba mpokee okay, udhuru huo. Aa, na kwa haya yote nitakayo yasema ninawasilisha yale yote ambayo wao wangeyasema. Asema uh, Mheshimiwa Juma Salimu Hali, ambaye ni mwenyekiti wa Halmashauri, uh, ndugu Shabani Shabani ambaye ni katibu tawala wa wilaya, kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya, Mheshimiwa Mwanaisha ambaye ni katibu wa CCM wilaya, Waheshimiwa madiwani ndugu Musa Kitungi ambaye ni mkurugenzi wa halmashauri, wataalamu kutoka kwa SEA, lakini pia nitambue uwepo wa wageni wote waalikwa, mlioalikwa mahali hapa, wataalamu wenzangu, nikiwa kama mtaalamu kama katibu tawala, wanahabari, mabibi na mabwana ni wasalimu tena kwa jina la jamhuri ya muungano wa Tanzania. Awali ya yote napenda kutumia fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutukutanisha mahali hapa tukiwa wazima wenye nguvu na afya njema, lakini pia niwashukuru wote kwa makaribisho mazuri mliotupa mimi na ujumbe wangu nilioambatana nao. nawashukuru sana. Uh, waheshimiwa madiwani, mkutano wa baradha ya leo ni maalum kwa ajili ya kujadili taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali yani CAG ya mwaka 2023 2024, na taarifa yenu inaonyesha kuwa mmepata hati safi. Hongereni sana. Aidha, imearifiwa kuwa kwa miaka mitano mfululizo halmashauri mmekuwa mkipata hati safi. Hongereni tena sana sana. Uh, hii inadhihirisha wazi uwezo mlionao, waheshimiwa madiwani, wa kusimamia utekelezaji wa sheria kanuni na taratibu za fedha, lakini pia na ununuzi wa umma. Inaamini kuwa wananchi wa Mafia hawajutii kuwapa ridhaa nyinyi ya kuwawakilisha. Waheshimiwa Madiwani, taarifa yenu ya mwaka ishirini na tatu ishirini na nne inaonyesha kuwa mna hoja thelathini na nne ambazo mnatakiwa mzitolee maelezo na CAG akiridhia maelezo yenu hoja hizo zinafungwa. Imearikiwa kuwa hadi kufikia tarehe kumi na tano Juni elfu mbili na ishirini na tano mmefanikiwa kutolea maelezo na kufunga hoja kumi na sita na kubaki hoja kumi na nane Ongereni sana sana uh, ila bado niendelee kuwasisitiza muendelee kupunguza hoja zilizobaki. Waheshimiwa Madiwani na watumishi wenzangu, kama mnakumbuka Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alipokuwa akipokea taarifa ya CAG tarehe ishirini na saba Machi elfu mbili na ishirini na tano aliagiza maafisa masuuri ufanya kazi kufanyia kazi hoja zote za CAG za mwaka elfu mbili na ishirini na tatu, elfu mbili na ishirini na nne na kuwapa imani wananchi kuwa fedha zao zipo, zipo salama. Kwa niaba ya katibu tawala wa mkoa huu ni ujumbe wake ambaye ni msimamizi wa utekelezaji wa agizo hili, nimeridhishwa na jinsi mlivyotekeleza agizo la Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa, wa, wa Tanzania nawaomba halmashauri ya Mafia mwende kutekeleza mambo yafuatayo. Moja. Mkurugenzi na timu yako mfuatilie hoja zilizobaki mzifunge, mbakizo single digit kabla ya tarehe 30 Septemba 2025, kwani hoja zilizobaki bado ni nyingi na hii itafanikiwa pale ambapo mko kitu kimoja, yaani wewe mkurugenzi na wataalamu wako mna teamwork. Kijengeni timu yako muwe pamoja, mzungumze lugha moja ili kuweza kuhakikisha kwamba hizi hoja zinafanyiwa kazi na zinafungwa kabla ya tarehe thelathini Septemba elfu mbili na ishirini na tano. Maana msipokuwa pamoja, kila mmoja ataongea la kwake. Mwishi wa siku mnafika mahali ambapo tunafika tarehe thelathini, hakuna kilichofanyika. Mbili, kusimamia mapato na kuendelea kutenga fedha kukamilisha miradi iliyosimama muda mrefu, yaani miradi viporo. Kama tunavyoelekezwa kwenye miongozo ya wandaaji wa bajeti za serikali, ni kwamba tunatakiwa kabla tujaanza miradi mipya tuangalie kwamba ile miradi ambayo ni viporo ili uweze kukamilika na itoe huduma kwa wananchi iliyokuwa imekusudiwa. Uh, tatu ni kuongeza mapato kwa kuongeza wigo wa ukusanyaji, kubuni vyanzo vipya vya mapato na kuanzisha miradi mikakati ambayo itasaidia kuongeza mapato na kukuza ajira kwa vijana. Nne ni kuimarisha usimamizi na udhibiti wa makusanyo ya ndani kwa vyanzo vilivyopo, ikiwemo kufunga CCTV kamera kwenye vyanzo vikubwa ambavyo njia zake zinajulikana.